Ah. Vipi rafiki yangu? Salama sana. Mambo fresh. Salama kabisa. Umepotea sana. Ah, mimi nipo mbona? Ah, sina na unaelekea wapi huko? Fresh kweli. Eh, si unajua vijana sisi mpaka dongari kidogo. Eh. Ah, ah um. Mimi si waesti bana. Mimi nafika kwa kina Rehema hapa. Mbona mimi nilikuwa naenda hapo? Kweli? Eh. Ah. Mini, mimi niko na ndio. Ah. Tunajua ah, sisi mashuruba, mashuruba sisi mbato kuna pesa zetu tuna tunatembea njia nyingi. Eh. Eh. Oh, kwa hiyo unaenda huko? eh, twende. Basi tushikane mikono basi mm. Kumbe basikumbe kwa injata tuende ndani kwake. Hodi hapo. Karibu. Jambo, jambo. Mambo. Poa sana. Mii, mimi nimemkuta hapo chini, sikuwa anajua kama anakuja. Nashangaa sasa, nimekuja kwa mpenzi wangu, imeona sasa sijui kama huyu alikuwa anataraji. Tumekutana pale njiani, hapa njiani, kwa sababu ni rafiki yangu akaniambia kama hapo hapo tunaenda pamoja, lakini si nilikuwa sijui ni shughuli gani. Mi nimekutana naye pale hivyo hivyo anavyokwambia na mi pia nilikuwa nakuja kwako, kwa sababu unajua nakupenda sana, na moyo wangu unanisumbua yani, kila wakati nakufikiria. So nimeona tu niji nikwambie, kweli mi nataka kukuoa Haya hmm. Karibuni tena. Lakini leo mimi nataka nijue. Kwa nini nyinyi kila mtu anafaa kunioa mimi mimi Rehema kila unavyojua na nakupenda sana. Yeah. Na sina pesa. Lakini nina moyo mkubwa. Ninakupenda na nitazidi kukupenda. Nitakupikia chai kila asubuhi na nitakutumia meseji za WhatsApp za mapenzi hmm. Moyo mkubwa, moyo mkubwa, mfuko mdogo. Nawe James naniuliza mimi mwenyewe, unajua mwenyewe ni, ni mshua wakati unajua vile, na kutumiaga pesa kila siku na kutumiaga vitu vingi, mimi ndiko na pesa hii hapa, naona no. ndiko na zaidi nyingi, ndiko na zaidi zaidi za pesa mimi, unanielewa. Mimi ukinipenda ukubali, nimekuuni kuoe, mavazi utavaa tofauti, magoldi dhahabu kwa shingo, utakuwa unatembelea magari, utakupeleka kwa mandege, maumbwa zako zile, maumbwa zako wadakula chipsi, wadakula pizza, usiwe na shida yoyote, sawa hata chai itakuwa na kupeleka Ulaya asubuhi, lunch Dubai, America, uishi hapa Kenya sawa? Wewe nipende, mshwavu wa Kenya hapa, pesa ni zote, karibu. Acha hizo bana, nini sasa wewe ni yeah? Unaniambia uh? Wewe unafikiri pesa zitanunua kila kitu? Si unajua pesa, kit, kuna, shua, kuna pesa ni kila kitu, ukona shaka? Kwa maana pesa imeshinda, pesa itapiga tarehe sande usiku. Ah, si kawaida tu, kwani wewe we, pesa unajua pesa, wewe maskini, mnakuwa na shida nyinyi wewe, nyi, unajua kuimba sana yo man boy king sejen ara. Nani mwingine anaweza kukosa kuimba? Hakuna mtu ambaye hajui kuimba hata kidogo. <laughs> <laughs> unasikia hiyo mistari nimekupatia. Nini sasa, mimi ndo najua kuimba au? oh, najua kuimba au najua maskini, mbona mnachegea kwa shida, lakini unajua kuimba wapi wewe? <laughs> sikiza bana, sikiza eh? bana wewe, maana kupenda nakupenda taka wewe wewe we wangu wewe taka nikuoe we wewe mm, wangu wa maisha niwe nawe milele wewe we wangu mimi wako sisi mimewako. Nasikia hayo ni nyimbo gani? Nasikia kama kama, naa tuone kama anapenda nani. Sasa mimi niko na do bro. Siwe mwenyewe shida tupu mm, mm. Mwenkubo, sasa nitakupenda vipi? Mwae mkubwa mku mdogo lakini hana pesa huyo. Sasa utamchagua nani, mwenye pesa ama ni huyu maskini? lakini wewe mwenye pesa tajii kuimba tena. Hata mimi sipendi pesa yake, tunapenda anaonyesha anipenda na niambie vizuri, na maana atakuwa namsaidia kazi za ndani semasema, atakuwa nanipikia cha

Sini, angaria nawe kama wana nafiki kama na unatoa macho hapa. Naweza upiga ngumi pa kushangaa sura so, tu. Angaria vile vyo nimevaa, angaria vile nimevaa, angaria vile nimevaa, hivi ndivyo venyewe. Angaria, angaria, Kwanzia chini paka juu. Kuna vitu vingi vingi vimekosa sasa. Usinicheke hapa nitakuja kukung'oa moja hapa, kashangaa hapa. Asante sana kwa kumkeni. Karibu sana mpenzi, mi nimekupenda muda mrefu sana kama me mekualia. Yani nimesikia vizuri sana pia, mi nimekupenda kutoka kitambo, mi nilikuwa nakupenda wewe. Asante, karibu mpenzi, basi tuende ndani.